Mambo manne yaliyoshikamana na maamuzi yako. Kwa nini watu wanalia sana ingawa tuna Roho Mtakatifu na tumeokoka? Haleluya, zingatia mambo manne yes, kabla ya kufanya maamuzi yako unayotaka kufanya. Jambo la kwanza, usifanye maamuzi wakati moyo wako umejaa huzuni na usifanye maamuzi wakati moyo wako umefurahia kwa kiwango cha juu sana. Fanya maamuzi wakati wa utulivu na wakati hakuna kinachokusukuma kufanya hivyo. Fanya maamuzi wakati wa utulivu, hakuna kinachokusukuma kufanya hivyo. Yani, usifanye maamuzi wakati una njaa sana, tamua vibaya. Usifanye maamuzi wakati umeishiwa kila kitu na ukafanya maamuzi ya kutafuta njia ya kupita ili ufanikiwe inapokuwa juu linda sana maamuzi hayo. Unapokuwa na sukumu, unapewa presha kubwa, omba sana juu ya maamuzi hayo. Watu wengi wamejuta na kuumia kwa sababu waliamua wakati wa presha. Hata kwenye mahusiano kuna watu ambao wanajuta mpaka leo kwa sababu ya waliamua wakati wa presha. Amefika wakati wa kuoa, amefika wakati wa kuolewa na haoni mtu yoyote anayemtokea. Ha, familia inampa presha, marafiki wanampa presha. Mbona uolewi? Mbona uolewi? Mbona uolewi? Anafanya maamuzi mabaya. Kijana anafanya maamuzi kwa sababu watu wengi wanamwambia mbona uoi, mbona yeah, uoi, mbona uoi, mbona unazeeka, mbona unachelewa. Anafanya maamuzi mabaya kwa sababu ya presha hiyo nyuma yake, mm hayo, -hmm, maamuzi utayajutia. Yeah. Kuna watu wamefanya maamuzi kupata kazi, anasema mimi niko tayari kufanya kazi yoyote. Hayo sio maamuzi sahihi. Haujaumbwa ufanye kazi yoyote, umeumbwa ufanye kila ambacho Mungu amekusudia kwenye maisha yako. Yes, Mungu hajakupa chochote Dio. Mungu amekupa kutiisha na kumiliki, oh, na kutawala yes. Maamuzi mabaya ya kusema niko tayari kwa chochote mm, mm. ruga chochote Ruga chochote ni mlango mpana umemfungulia adui. Yes, ni yes, mlango mpana umewacha wazi adui apite, au taweza kuuzuia? Yes, kwa sababu adui atapita mahali popote, kwa sababu unataka chochote. Yes. Mungu apitagi popote? Yes. Mungu anapitaga kwenye kusudi lake, ndio. Hebu mtikise jirani yako, Mungu si wa chochote, ni Mungu wa mipango. oh, yes. Ni Mungu wa majira. Kwa kama Mungu ni wachotera, asingeweka hata majira, asingeweka usiku na mchana. Yes, haleluya! Asingeweka wakati wa kuzaliwa na wakati wa kukua na wakati wa kuwepo duniani na kutimiza kusudi la Bwana, maana yake ungekuwepo muda wote. Lakini Mungu ni wa utaratibu, ni watu kwa nini uwepo tumboni? Kwa nini uzaliwe? Kwa nini utambae, na wakati Mungu anataka utimize kusudi lake? Mungu ni wa utaratibu, hata uwe na upako wa namna gani. Yesu mwenyewe alizaliwa, alikaa tumboni yes, ni Mungu, lakini Mungu ni wa utaratibu yes. Akamweka tumboni na alikuwa na uwezo wa kuzaliwa siku hiyo hiyo, yes. Wakaiona mimba siku hiyo hiyo na akazaa, akazaliwa siku hiyo hiyo, ndio. Alikuwa na uwezo wa kuzaliwa siku hiyo na akatembea siku hiyo hiyo, yes, lakini ni Mungu wa utaratibu. Siwa Mungu wa kila kitu angeweza, oh, yes. kutafuta mtu yeyote na akaweka mimba hawa akaweka, mm -hmm. Yesu azaliwe kwenye tumbo la mwanamke yeyote? Alitafuta, yes. bikira. Alitafuta bikira, alitafuta, yes. bikira, aliyefanya maamuzi sahihi ya kujitunza. Mungu akutumia yeyote? Alitafuta bikira, sio mabikira tu, walikuwepo mabikira wengi, lakini akapata neema. Amen. Mko wengi mnatafuta kazi lakini ipo neema itakayokupitisha ukapata kazi. Oh, yes. hata kama mko elfu kumi wote mnatafuta nafasi moja. yes. ipo neema ya Bwana itakubeba ili upite miongoni mwa wengine. yes. usiogope kwa idadi ya wengi. Mungu hayesuiliwi na idadi ya watu. Mungu anaiangalia wa neema, ikiwa juu ya mtu oh, yes. inamvusha kuliko wengine, na neema ya Bwana ikuvushe Amen. Neema ya Bwana ikuvushe. Neema, unajua siku hizi pesa imekuwa ngumu. Wengine kwao ni ngumu, kwako sio ngumu. Yes. Maana fedha na dhahabu ni mali ya yes. Bwana, na Bwana aliye na mali zake yuko ndani yako. Wewe una Bwana wa mabwana na Mfalme wa wafalme. Una Mungu muumba vyote. Unajua siku hizi Bwana, pesa imekuwa ngumu wewe. Mwenye fedha yuko ndani yako. Fedha na dhahabu ni mali yake. Yes. Alifanyika maskini wewe uwe tajiri. Amen. Kaeni ndani yangu na mimi ndani yenu. Yes. Ombeni lolote kwa jina la Baba naye atawapa. Amen. Amen. Kuishi kwangu ni Kristo. Ah. Yes. Huyu aliyeniweka niishi. Yes. Atanipa chakula, atanipa mavazi, atanipa kazi. Pokea mwanangu neema ya kufanikiwa. Jifananishe na wengine, wewe ni wa pekee na ili watu wakujue wewe lazima wa wafunuliwe na Baba wa mbinguni. Yes. Ndio maana wengi hawakujui wewe. Yes, kwa sababu hawajafunuliwa na Baba wa mbinguni. Yes. Hey, autafahamika kwa kila mtu mpaka, yes, wafunuliwe na Baba wa mbinguni. Yesu akawauliza watu, wananisema mimi ni nani? Wakamfananisha na Elia, sio? Yes, yes. Elia, wakamfananisha na manabii wa zamani, ye sio nabii wa zamani. Yes. Haleluya, wakamfananisha na wengine. Akawauliza na akina Petro, nyinyi mnasema mimi ni nani? Petro akafunuliwa na baba wa mbinguni, akamwambia wewe ni mwana wa Mungu aliye hai. Yes. Hey. Wewe ni mwana wa Mungu aliye hai akamwambia, damu na nyama avijakufunulia bali, yeah. Baba wa mbinguni amekufunulia, yeah. Inatangaza leo oh. ili wakujue wewe ni nani ni yeah. hey, Baba wa mbinguni yeah. anayewafunulia ni hey, Baba wa mbinguni yes. anayewafunulia seme meni ya uhakika mahali ulipo amen. Usilazimishe kujulikana kwa watu Ndiyo, maana Baba wa mbinguni ndiye anayewafunulia. Yes. Hata kama hawakujui, Baba wa mbinguni anakujua. Yes. Ukimwona Baba umeniona mimi, ukiniona mimi umemuona Baba ah!